Bado Kuna Ushindi TV, ignite your faith change the world. Haleluya, haleluya, haleluya! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakukaribisha tuendelee tena na kipindi chetu cha asubuhi ya leo, kumtegemea Mungu wakati wote, katika kipindi cha Tunu za Maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona Daudi alijifundisha kumtegemea Mungu katika kila jambo, na nikasema Uh, uh, ni, ni muhimu sana kujua kitu kilicho na thamani ndani yako. Usipokijua, uwezi ukafanya sawa sawa na kwa ubora unaotakiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika kile kitabu cha mambo ya, ya, ya Walawi sura ya kumi mstari wa kumi inasema, kisha mpate kupambanua kati ya yaliyo matakatifu na hayo yaliyo ya siku zote na kati ya yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Haleluya! Kwa hiyo mtu yoyote mwenye kujua thamani siku zote maisha yake yanakuwa katika misingi ya kupambanua mambo. Kama kuna mateso mengi yanayowakuta wanadamu leo, ni pale wanapokosa kufahamu namna gani ya kupambanua mambo. Kupambanua mambo ndiyo kitu cha pekee na cha thamani sana katika maisha ya watu. Watu wasiojua kupambanua siku zote wanapita katika wakati mgumu sana, wanapita katika shida kubwa sana, kwa sababu hawajajua kupambanua. Katika kupambanua ndiko kunakoleta kubaini kipi kilicho cha thamani, kipi kinachofaa kwa wakati gani na mahali gani. Mateso mengi ya watu wa leo leo, leo yametokana kwa sababu adui ameiba fahamu zetu. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za watu wasiamini, isiwazukie nuru ya injili. Injili ni habari njema. Injili ina matumaini ya uzima wa milele. Injili ndani yake kuna mafanikio. Injili kuna ukombozi na uokofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu ambaye ufahamu wake umeibiwa hawezi kuwa na uchaguzi, hawezi kuwa na mchakato sahihi wa kutambua kilicho na thamani, hawezi kuweka vipaumbele katika maisha yake. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake inakuwa imeharibikiwa. Ndani ya nafsi kuna chumba kinachohusiana na mambo yanayoitwa nia tu, ni eneo linaloishi utashi tu. Jina la Bwana libarikiwe sana, mahali ambapo pana utimiza. Ukisikia utu, ni ile ile sura yako ya kufanana na Mungu. Kwa hiyo tunapoitwa sisi ni, ni, ni, ni mtu, maana yake Mungu alimuumba mtu. Haleluya. Kwa sura yake na kwa mfano wake. Kwa hiyo ile sura ya Mungu, namna ya kuamua mambo, namna ya kusimamia mambo, namna ya kupanga mambo, inapokuwa imeharibiwa ndani ya maisha ya mtu, huyu mtu anakuwa wahovyo, anaweza kufanya vitu visivyo na faida na hawezi kujua thamani ya utu wake ni nini. Bwana Yesu asio sana, jina la Bwana libarikiwe sana. Mtu huyu ambaye ufahamu wake umeharibiwa, hawezi kuwa na maarifa sahihi, hawezi kuwa na mipango maalum, hawezi kuwa na malengo sahihi, atakuwa ni mtu wa kuyumba, kwa sababu ha, hajajua hajashughulika na kilicho na thamani ndani ya maisha yake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapoangalia chumba cha utashi katika nafsi, ni mahali panapochakatua mambo ili yatokee panapobainisha lililo zuri na lisilo zuri, linalofaa na lisilofaa. Haleluya! Mahali kwenye chumba cha nia ni mahali pa maamuzi, kuona hiki kinafaa. Baada ya kukubalika, sasa nikichukulia maatua. Haleluya! Kwa hiyo, kama vita kubwa katika ulimwengu ni ya silaha, vita kubwa katika ulimwengu wa roho ni vita ya kumfanya mtu asitambue thamani yake. Ukimwona baba mtu mzima anaenda anabaka mtoto, hajajua thamani yake. Sasa unajiuliza, huyu baba wa miaka sitini arobaini anaenda kubaka mtoto wa miaka thelathini anatafuta nini kule, anatafuta nini? Hajajua kilicho cha thamani. Watu wengi wasiojua cha thamani, ndio maana anaweza akachezea uokovu wale watu wanaochezea wokovu ni watu ambao wako kwenye kundi la wale ambao hawajatambua kilicho cha thamani kwenye maisha yao. Wale watu ambao wanakunywa pombe mpaka zinawaletea ulemavu, hawajachambua kilicho cha thamani. Haijalishi umesoma, kuna maprofesa, kuna madaktari wamesoma, lakini bado hawajaiona thamani ya elimu yao kwamba ni kitu kwa hiyo ninakupa rai na kukupa changamoto, ndugu yangu, ni wakati wako wa kuchagua kilicho na thamani ili uishi katika hicho, kwa maana katika kilicha kila kilicho na thamani kuna faida ndani yake, kuna malengo ndani yake, kuna heshima ndani yake. Heshima haitafutwi, heshima inakutafuta. Pale utakapokuwa umetambua kilicho na thamani ukaanza kutoa kilicho bora, heshima huwa inakuja yenyewe, inakuja yenyewe. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tungeweza kumtafuta Yesu na tukachagua kilicho bora katika utumishi wetu, tusingekuwa na mambo ya kufanya advertisement. Yesu hakuwahi kufanya advertisement, lakini watu kwa mamia walimfuata kwa kuwa alikuwa amechagua kilicho bora, na alikuwa amejitambua, akajua kilicho na thamani na akachagua kilicho bora. Watu hufata vilivyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi ya kuchagua na kugeuka kutafuta kilicho na thamani katika maisha yako. Amen. Bado Kuna Ushindi TV. Ignatio Fei, change the world.